Burudani zikitawala viwanja vya Machinga Complex Dodoma, wakati ambapo kampuni ya Azam Media Limited ikizindua promosheni ya Kiwashe ambayo itafanyika nchi nzima. Lengo ni kuhakikisha kila familia inakuwa mwanafamilia wa Azam TV. Tumeleta kampeni hii ili kuhakikisha kila kisimbuzi kinawaka, iwe ni cha dishi cha antena au hata kile ambacho kimelala kwa muda mrefu kitoe kwenye kabati, kitoe chini ya uvungu, kiwashe. Na kutoka hapa basi, tunaenda Tanzania nzima kuhakikisha kwamba kila kisimbuzi kilicholala kwa kupenda au bila kupenda, kila Mtanzania asiyekuwa na kisimbuzi, tunahakikisha kwamba na yeye anakiwasha aweze kupata burudani murwa kabisa kutoka Azam TV. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabiri Shekimweri ndiye anaongoza uzinduzi huu kwa niaba ya wanadodoma akipongeza maboresho ya huduma yanayofanywa na Azam Media yanayoenda sambamba na mabadiliko ya ulimwengu, huku akisema Azam imekuwa kiunganishi kikubwa cha familia na jamii kupitia vipindi vyake pendwa. Lakini ubunifu katika vipindi hivyo umepelekea mapinduzi makubwa sana katika tasnia ya utangazaji, katika maeneo mbalimbali, hususani kwenye habari na kwenye michezo. Leo hii tunaweza ukasema kabisa kiangalia matangazo ya mpira moja kwa moja kupitia Azam television, hauoni tofauti kubwa sana na matangazo ya nchi zilizoendelea. Kwa hiyo nawapongeze sana kwa ajili pia vipindi vizuri, na baadhi ya vipindi vimebadilisha hata mitazamo ya watu e, baadhi ya familia zimelazimika sasa, ukifika muda fulani mizamu ya watu fulani e, zikianza hapo tamthilia eh, Mwashangaa mpaka leo unalazimika nao uangalie ili uwe sehemu ya muunganiko wa kifamilia. Katika kuhakikisha wateja wananufaika na huduma hii katika eneo la kanda ya kati, meneja wa mauzo wa kanda hii Saidi Mungalesoni anasema wamejipanga kumfikia kila mtu, huku wakala mkuu wa Dodoma, Kilimanjaro Square akitangaza ofa maalum kwa wateja. Kwa yeyote ambaye atawahi katika viwanja hivi atakutana na ofa kingamuzi cha antena ambacho kinapatikana kwa gharama ya shilingi elfu 56. Leo tumepunguza bei, tumefanya elfu 54, na gharama ya dishi leo kuna ofa, badala ya kupatikana kwa elfu 99 tumekiuza kwa elfu 95. Na kimsingi hasa sisi tunataka watu wapate furaha, wapate burudani, waangalie michezo, wapate habari, waangalie vipindi vya dini, tamthilia na mengineo mengi katika ku ishi ile dhana yetu ya burudani kwa wote. Kwa hiyo nawakaribisha wote. Chochi Mbara, Azam News Dodoma. <tune>